Chama cha wafanyikazi wa sekta ya mawasiliano COWU kimetangaza mgomo wa kitaifa wa wafanyikazi wa shirika la Posta kuanzia wiki ijayo, kikilalamikia kutolipwa mishahara kwa wanachama wake kwa miezi kadhaa. Kwa mujibu wa chama hicho, wafanyakazi hao wataanza mgomo Jumatatu ijayo, baada ya kutolipwa mshahara kwa miezi saba. Kwa mujibu wa katibu mkuu wa chama cha wafanyikazi wa sekta ya mawasiliano, Benson Okwaro, Wafanyikazi wa shirika la Posta walilipwa mshahara mara ya mwisho mwezi Machi mwaka huu. Haya yanajiri licha ya wao kuendelea kutoa huduma muhimu za uwasilishaji barua miongoni mwao nyingine. Chama hicho kinadai shirika la posta halijawasilisha zaidi ya shilingi bilioni moja nukta tano za makato ya kisheria ikiwemo zile za malipo ya uzeeni na mikopo. We want that money.

Chama hicho kimesema kilitoa ilani ya siku thelathini ya mgomo kwa wizara ya leba, lakini makataa hayo yamekamilika bila hatua madhubuti kuchukuliwa kutatua tatizo hilo. Chama hicho kinasisitiza kuwa shughuli zote zitasitishwa hadi malimbikizi yao ya mishahara yalipwe na mpango wazi wa malipo ya baadaye kutolewa. I know it may take long, but we have talked to our members, and from where we are, these board members are retreating to the branches they belong. Kufikia sasa, wizara ya habari mawasiliano na teknolojia pamoja na wizara ya fedha hazijatoa majibu rasmi.